Yaamini, maana yake kuna nafasi ya kuwa na mwenendo mzuri ili anapoona avutwe na tabia yako hiyo, anas maana yake tunapoona watu wakati mwingine wanasali peke yao na waume wako

Ni tofauti na hapo, tunajua mwenendo wako sio sahihi, hata kama unashiriki shiriki, lakini na ilonenda nazo Bwana sio sahihi, Bwana Yesu.